Tulipofikia kwa sasa, nchi yetu Tanganyika haitakombolewa kwa njia ya amani wala njia ya utume wala njia ya uyesu Kristu. Tulipofikia sasa, Tanganyika inahitaji majasiri, Tanganyika inahitaji eh, kiburi, Tanganyika inahitaji ubaguzi, Tanganyika inahitaji jeuri, ndo tuikomboe. Mtanielewa ninachomaanisha. Mtanielewa ninacho, ninacho maanisha. Mpaka sasa Tanganyika inahitaji ubaguzi, tunahitaji kubagua hawa mapolisi wa CCM, tunahitaji kuwabagua hawa wajumbe wa nyumba kumi, tunahitaji kuwabagua hawa wanajeshi, tunahitaji kuwabagua mtu yeyote anayejihusisha na mambo ya usalama au mambo ya CCM. Tulipofikia kwa sasa, nchi yetu Tanganyika haitakombolewa kwa njia ya amani wala njia ya utume wala njia ya uyesu kristu. Tulipofikia sasa, Tanganyika inahitaji majasiri. Tanganyika inahitaji eh, kiburi. Tanganyika inahitaji ubaguzi. Tanganyika inahitaji jeuri, ndo tuikomboe. Mtanielewa ninachomaanisha, mtanielewa ninachomaanisha. Mpaka sasa Tanganyika inahitaji ubaguzi, tunahitaji kubagua hawa mapolisi wa CCM, tunahitaji kuwabagua hawa wajumbe wa nyumba kumi, tunahitaji kuwabagua hawa wanajeshi, tunahitaji kuwabagua mtu yeyote anayejihusisha na mambo ya usalama au mambo ya soft pin tu, kitu kinalipuka soft pin kitu kinalipuka. Soft pin yani ni kuchomoka pini tu, na rusha tu kombora yani, tutawanyosheni kwa mama yake nyinyi. Mtasubiri tuje na mapanga? Tunakuja kiteknolojia ki, ki. Mnasubiri mapanga, mnakutana na ambushi. Mnasubiri tutaingia ndani kwenu, hamtuoni na mnalipuka. Yani this time hatucheki na kima, tutawakanyagieni mashingo chini, ni visu vinapita kwenye makoromeo Hamwezi kutulia, ndugu zetu, vile mnatamba inchi nzima mnatamba, nyinyi mnatembea, mengine mnatembea vifua viko juu juu, mnajiona nyinyi ndo wenye dunia, hamtakufa. Mnajiona nyinyi ni milima, mtaishi milele na milele. Kuma mae zenu, tunakuja, tunarudi, tunakuja kama maninja yaliokula bangi, tunakuja kama mapepo yaliyochanganyikiwa, tunakuja kama mashetani yaliokosea mji, mtatuelewa. Soft pin tu kitu kinalipuka, soft pin kitu kinalipuka, soft pin, yani ni kuchomoka pin tu na rusha tu kombora. Yani tutawanyosheni kwa mamamake nyinyi. Mtasubiri tuje na mapanga? Tunakuja kiteknolojia ki. Mnasubiri mapanga, mnakutana na ambushi. Mnasubiri tutaingia ndani kwenu, amtuone na mnalipuka. Yani this time hatuchecki nakima. Tutawakanyagieni mashingo chini, ni visu vinapita kwenye makoromeo tu ulia, ndugu zetu, vile mnatamba inchi nzima mnatamba. Nyinyi mnatembea mengine, mnatembea vifua viko juu juu, mnajiona nyinyi ndo wenye dunia, hamtakufa. Mnajiona nyinyi ni milima, mtaishi milele na milele. Kuma mae zenu, tunakuja, tunarudi, tunakuja kama maninja yaliokula bangi, tunakuja kama mapepo yaliyochanganyikiwa, tunakuja kama mashetani yaliokosea mji, mtatuelewa.